Mkataba wa huduma kwa umma chini ya bodi ya filamu. Maono: mteja mwenye uelewa na kuwezeshwa. Dhamira: kuunda mazingira yanayofaa na wezeshi ili kukuza ukuaji wa tasnia kupitia udhibiti bora na mzuri wa yaliyomo kwenye filamu. Kanuni za maadili: utaalamu, ubunifu na uadilifu. Huduma ya kutoa leseni za kurekodi filamu. Kwanza, filamu kamili. Matakwa ya mhudumiwa ni moja, kujaza fomu ya maombi; pili, tahariri ya kina; tatu, tamthilia; nne, ratiba ya kurekodi filamu; tano, orodha ya vifaa. Gharama ni shilingi elfu kumi na tano na elfu moja kila siku ya kurekodi filamu. Muda wa kupata huduma hii ni masaa arobaini na nane. Pili, mfululizo wa kipindi cha runinga kila msimu. Matakwa ya mhudumiwa: moja, kujaza fomu ya maombi; pili, tahariri ya kina; tatu, tamthilia ratiba ya kurekodi filamu. Tano. Orodha ya vifaa. Gharama ni shilingi elfu kumi na tano na elfu moja kila siku ya kurekodi filamu. Muda wa kupata huduma hii ni masaa 48. Tatu. Simulizi la video au filamu fupi au sinema au matangazo ya biashara au upigaji picha. Matakwa ya mhudumiwa ni moja, kujaza fomu ya maombi pili, tahariri ya kina muswada wa filamu mwambaa wa hadithi tatu, ratiba ya kurekodi filamu nne, orodha ya vifaa gharama ni shilingi elfu tano kila filamu na shilingi elfu moja kila siku ya kurekodi filamu. Muda wa kupata huduma hii ni dakika kumi hadi ishirini na tano. Huduma ya pili: usajili wa mawakala wa filamu. Matakwa ya mhudumiwa ni moja, kujaza fomu ya maombi; pili, hati ya usajili wa kampuni; tatu, cheti cha kodi ya VAT nne. Cheti cha utaalamu tano. Orodha ya vifaa. Gharama ni shilingi elfu kumi na mbili kwa mwaka. Muda ni dakika kumi na tano. Huduma ya tatu: uainishaji na ukaguzi wa filamu. Moja. Mabango ya filamu. Pili. Vidokezo. Tatu. Matangazo ya kibiashara. Matakwa ya mhudumiwa ni moja: fomu ya maombi pili, filamu katika umbizo lililoagizwa. Gharama ni shilingi elfu moja. Muda wa kupata huduma hii ni siku moja. Nne, filamu au simulizi la video. Matakwa ya mhudumiwa moja, kujaza fomu ya maombi pili, filamu katika umbizo lililoagizwa. Gharama ni shilingi mia moja kila dakika na muda ni siku moja. Huduma ya nne kutoa leseni kwa wanaoonyesha filamu: moja, maduka ya video; pili, PlayStation. matakwa ya mhudumiwa ni kujaza fomu ya maombi, gharama ni shilingi elfu mbili, muda dakika 15. Tatu, kumbi za sinema. Matakwa ya mhudumiwa ni kujaza fomu ya maombi gharama ni shilingi elfu kumi kwa ukumbi muda wa kupata huduma hii ni dakika kumi na tano. Huduma ya tano kutoa leseni kwa wasambazaji filamu matakwa ya mhudumiwa ni kujaza fomu ya maombi gharama ni shilingi elfu tatu dakika ni kumi na tano. Huduma ya sita kutoa vibandiko vinavyoashiria makataa ya umri kwenye filamu zilizoainishwa. Matakwa ya mhudumiwa ni kujaza fomu ya maombi. Gharama ni shilingi kumi kwa bandiko. Muda ni dakika 15. Huduma ya saba ukaguzi wa maeneo au makumbi yanayoonyesha filamu na maktaba za video. Matakwa ya mhudumiwa ni kutia sahihi kwenye fomu ya ukaguzi wa ghafla. Gharama, hakuna malipo. Huduma ya nane, kufuatilia matangazo na vipindi vinavyopeperushwa kadri ya kipengele cha CAP 222 cha sheria za Kenya. Matakwa ya mhudumiwa ni vyombo vya habari kuzingatia sheria husika. Gharama, hakuna malipo. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0202250600 au 0202241804 au 0202251 258 rununu 0711 7 mojamoa 222 204 au sufuri saba saba, saba, saba tano tatu tatu tano tano. Barua pepe info at kfcb.go.ke, tovuti www.kfcb.go ke unaweza pia kufuatilia mitandao yetu ya kijamii: Twitter at info KFCB, Facebook Kenya Film Classification Board, Instagram KFCB Kenya, LinkedIn Kenya Film Classification Board.